Leo Juni kumi na nane, elfu mbili ishirini na tano, tupo hapa katika ofisi za CCM wilayani Kyela, mkoa wa Mbeya. Lengo kubwa la kufika hapa Kyela FM, Kyela FM digital kumsikiliza katibu mwenezi wa siasa wa chama cha mapinduzi CCM wilayani Kyela Emanuel Mwamlinge akiwasilisha salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo amefanya dkt Samia Suluhu Hassan tunaona amefanya mambo mengi ambayo ameweza kuelezea katibu wa siasa na uenezi Manuel Mwamlinge, ambapo ameweza kuleta baiskeli elfu moja mia sita tisini na nane kwa mabalozi elfu moja mia sita tisini na nane kupitia chama cha mapinduzi CCM. Baiskeli hizo zitagawiwa kwa kila balozi siku ya kesho Juni kumi na tisa, hapa hapa katika ofisi za chama cha CCM. Hizi ni kazi ambazo amezifanya Dkt Samia Suluhu Hassan kupitia chama cha mapinduzi CCM. Mimi ni Rebeka Asifu, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii KL FM Digital. ndugu waandishi wa habari Karibuni. Karibuni sana katika wilaya yetu ya Kyela, katika ofisi za kisasa, katika jengo letu ambalo tumehamia siku za karibuni. Uh, nirudie tena kuwakaribisha katika ofisi zetu za chama cha mapinduzi wilaya ya Kyela, ofisi bora kuliko ofisi zote katika mkoa wetu wa Mbeya. Na jengo hili lina historia yake, naona walishawahi kuangalia jengo, nafikiria <laughs> ni jengo la ili jengo sivyo? Ndio lile ambalo lilikuwa linaitwa jengo fulani, lakini <laughs> ndio hivyo, tunasonga mbele, uh, kwa sababu chama hiki kiaidi lazima kitekereza. Wale ambao hawatekelezi basi wanakutana wajumbe. Ndugu duuwadishhabai mimi niwaiteni, uh, katibu, katibu wa siasa itikadi, katibu wa siasa wenezi na mafunzo wa wilaya Kiera, ndugu yenu yenunul uh, waling wa wa kwa ajili ya kuwajulisheni kwamba mwenyekiti wetu wa CCM wa taifa Daktari Samia Suluhu Hassan akiahidi, anatekeleza. Ameahidi, aliahidi mambo mengi na mambo yote karibu ametekeleza. Sijali kumuona rais a, kama huyu jinsi ambavyo amekuwa kiahidi na kutekeleza kwa wakati. Mliona hapo katikati alikuwa ameahidi pikipiki nchi nzima, na alishatekeleza kwa muda nchi nzima. Kyela peke yake tu tulipokea pikipiki mia moja arobaini na tano. Zimegawiwa pikipiki kila, kat, kila kata pikipiki nne, pikipiki moja moja imebakizwa huko ndani kwa kazi maalum, na kwa sababu Oktoba tuna jambo letu na tuna tiki, kwa hiyo Siku za karibuni watu walifikiri labda ni matani tena. Mimi mwenyewe nafikiri nilikuwa wa kwanza kwa kwa wilaya ya Kyela katika mkoa ku, ku, wa Mbeya ku- kuhabarisha umma wa wana CCM kwamba mwenyekiti wa CCM taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi baiskeli kuwapatia mabalozi nchi nzima ili kuweza kurahisisha utendaji wa kazi za Chama cha Mapinduzi, hasa wakati utakapofika wakati wa kuomba ridhaa kwa wananchi tena, ambapo sio muda mrefu tutatiki. Kwa hiyo aliahidi na sasa ametekeleza, ameshatoa baiskeli zote nchi nzima kwa mabalozi. Na Kyela tuna mabalozi elfu moja mia sita tisini na nane na hivi ninavyosema, baiskeli zimejaa kwenye ukumbi wa mikutano huo hapo kwenye jengo letu la kisasa hili baiskeli zote elfu moja mia sita tisini na nane. Na kesho, kesho baiskeli tunaanza kuwagawiwa mabalozi wote. Na nijulishe tuuma wa wana Kyela kwamba tunaanza kesho na kata kumi na nne na ili balozi akazindue mwenyewe baisikeli hiyo. Basi tutampa kama alivyofungiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye boksi lake. Kwa hiyo anachukua baisikeli yake, tunamkabidhi. Mafundi watakuwepo hapa, wanamfungia. Akishafungiwa basi anaondoka nayo, lakini anaweza akaiyari, kwamba ataibeba, ataenda kufungia nyumbani kwake. Na kata kumi na nne za mamlaka ni kama zifuatazo: kata ya Mikoroshini, kata ya Itunge, kata ya Bondeni, kata ya Ipyana, kata ya Ibanda, kata ya Mwanganyanga, kata ya Mbugani, kata ya Ndandalo, kata ya Kyela, kata ya Njisi, kata ya Itope, kata ya Nkuyu, kata ya Ikimba na kata ya Serengeti. Hizo ndizo ambazo kesho tunaanza kuzigawia baiskeli. Nitumie rai hii uh, kupitia kwa watendaji wa kata, kwa maana makatibu kata waje na orodha ya mabalozi wao, kama ambavyo orodha iko hapa ofisini. Baada ya kusema, ndugu wanahabari, naomba niseme hili jambo, ndilo kuwa nimewaitieni kuwajulisha na mama anatekeleza kweli kweli, alishakuwa alisha ametekeleza kwenye serikali mpaka amemaliza, na sasa kwenye chama ndo kabisa. Na sisi wana sisi, mna viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuna haki ya kumsemea kwa sababu tayari sisi ndo mteule wetu kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, na mgombea mwenzake ni daktari Balozi Emmanuel Nchimbi. Kwa hiyo sisi safu kule juu imeshakamilika, bado huku chini watu ndio wataendelea kujikanyaga, lakini kwa kule sisi tumemaliza kazi, na Oktoba tulatiki sisimu